Miongoni mwa swali ambalo watu wanajiuliza kujiunga na JKT, unajiunga vipi? Sasa mimi nitaenda nikupe hizo hatua. Namba moja ni matangazo rasmi. Tangazo rasmi hutolewa kupitia vyombo vya habari au mitandao ya kijamii mfano, kupitia page, official page halisi ya Instagram ya JKT utaona tangazo la kujiunga na JKT. Hatua namba mbili ni kutuma maombi ya kujiunga na JKT. Hatua namba tatu ni kuitwa usaili. Ukisha faulu usaili, kuna kitu kinaitwa, hatua namba nne ni uhakiki wa JKT. JKT hutuma maafisa kuhakiki majina ya waliochaguliwa. Mfano, kuna vitu kama uchunguzi wa afya na kadhalika. Mwisho, baada ya uhakiki wa JKT, hatua ya mwisho ni safari ya kuelekea kambini. Vijana husafirishwa hadi kwenye kambi rasmi za JKT kwa ajili ya mafunzo.